kesi imetajwa ime wanasema, upelelezi wa wa gramu 1.08 za bangi za wanachosema bangi, hawajakamilisha upelelezi wa hiyo gramu. Gramu moja sio kilo, ndio maana wameahirisha.